wateule watapiga magoti mbele ya baba askofu naye atawawekea mikono na baadaye itafuata sala rasmi ya kuwaweka wakfu kwa kuwawekea mikono na sala rasmi ya kuwekwa wakfu wateule wanajaliwa karama ya roho mtakatifu kwa ajili ya wafa wa ushemasi Uwe nasi i e Mungu Mwenyezi, uliyeasilia neema zote na mgawaji wa daraja na mpangaji wa huduma. Wewe huishi milele na kuvifanya upya vitu vyote, kwa maongozi yako ya daima uyapanga yote kwa njia ya neno wako, ndiye mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliye nguvu na hekima yako, huyatimiza katika nyakati zote makusudio ya upendo wako. Wewe waulin, waliunda kanisa lako, ndilo mwili wa Kristo lenye tofauti ndani yake kwa wingi wa mapaji ya mbingu na lenye muunganiko katika viungo vyake mbalimbali mbali, na umoja wa ajabu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nawe umeazimia kulijenga kwa kukua kama hekalu jipya kwa njia ya daraja tatu za huduma zilizowekwa nawe kwa utumishi wa jina lako. Tangu mwanzo uliwateua wana wa Lawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza vivyo hivyo mwanzoni mwa kanisa lako, mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua watu saba walioshuhudiwa kuwa wema, ili wawasaidie katika huduma ya kila siku, nao waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihubiri neno la Mungu. Wakisha wateua watu hao kwa kuomba na kuwawekea mikono waliwakabidhi huduma ya meza. Sasa, ee Bwana, tunakuomba usikilize sala zetu, watazame kwa wema hawa watumishi wako. Tunaomba tunawawekea tunawaweka katika kazi ya ushemasi, ili wahudumie kwenye altare zako takatifu. Tunakusii, e Bwana, washushie Roho Mtakatifu ili waimarishwe kwa neema ya mapaji yako saba, wapate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kukudumia, wawe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili, wenye pendo lisilo na unafiki, wenye bidii kwa wagonjwa na maskini mamlaka yasiyo makuu wenye moyo mnyofu na uliosafi waaminifu katika nidhamu ya kiroho, katika tabia yao yang'ae maagizo yako, ili kwa mfano wa mwenendo wao wapate kufuasa katika taifa lako takatifu, nao wakitegemea ushuhuda mwema wa dhamiri wadumu kuwa imara na thabiti katika Kristo hadi siku ambayo, baada ya kumfuasa mwana wako hapa duniani, aliyekuja si kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia, wastahili kutawala naye huko mbinguni, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Vorrei avere mille lingue per annunciare la mole del preziosissimo sangue. Ningependa kuwa na ndimi elfu ili kutangaza upendo wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hizo zilikuwa ni ndoto za Mtakatifu Gaspari miaka mia mbili kumi iliyopita. Natazama kwa sala hiyo ya wakfu hawa ni wamisionari, hawa ni mashemasi halali wa kanisa takatifu Katoliki na hawa ni mashemasi wa kutangaza neno la Mungu. Tuwashangilie na tumpe Mungu. Na sasa mashemasi wetu watavikwa stola na dalmatika na wale walioandaliwa kuvikwa stola na dalmatika kwa maanisha kuonesha wazi huduma yao inayotolewa kuanzia sasa katika liturujia. Kwaya tunaweza kuimba, tafadhali. Na sasa, mashemasi mmoja mmoja watakwenda mbele ya askofu na watakabidhiwa kitabu cha Injili. Kukabidhiwa kitabu cha Injili kuashiria wa wajibu wa shemasi wa kuitangaza Injili katika maadhimisho ya kiliturujia, kama vile wa kuihubiri imani ya kanisa kwa maneno na kwa matendo. Pokea injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, na ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki na ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, na ukashike hayo utakayofundisha. Na sasa linafuata busu la amani, na atakayewatakia busu la amani ni baba askofu pamoja na mashemasi. Na sasa, mashemasi wapya, tuwapungie mikono mapade waliopo altareni, baadaye tutawageukia waumini, tuwapungie mikono na baadaye, liturujia ya ekaristi itaendelea kama kawaida. Na mashemasi wapya, mtaanza majukumu yenu mara moja, sasa hivi altareni. Na sasa maweza kupongezana ninyi kwa ninyi, kabla hamjatupungia mikono sisi wengine. Tuwapungie mikono waliopo altareni. Tuwapungie mikono mapadre upande wa kulia. Tuwapungie mikono waumini wote. Tuendelee na matoleo.